Hi guys, so um, Instagram is stressing me the f out. But tutashinda anyway. Naomba kila mtu ajiandaye kwamba akaunti yangu ya Instagram muda wote itapotea. Naomba isilete confusion yoyote, naomba watu wasianze kuhangaika, sijui ni jamani itakuwaje, yaani tusipoteane. Hii akaunti muda wote inapotea, lakini tayari tumeshasema tarehe ishirini na tisa nchi nakuombolewa Tarehe ishirini na tisa kila Mtanzania, kama wewe ni Mtanzania, wewe ni mzalendo, unaipenda nchi, tarehe ishirini na tisa saa kumi na mbili asubuhi utakuwa barabarani kuiokoa Tanzania na hawa majangili. Ndugu zangu, kila kitu wanabeba, kila kitu wanakomba, rasilimali wanazichimba, kila kitu, bandari wametoa, ndugu zangu, airport ya Kia inaenda kwa Umani, iko kwenye process, na one of the reasons ni wanyama wale, na pia pale around Kia pale ndio kwenye tanzanite, around pale kuna tanzanite. So yani, tunaenda kupoteza rasilimali zote za nchi tusipoondoa watu, Gen Z watoto wenu hawatokuta kitu. Kingine ambacho nataka kukiongelea ni nyinyi ambao mnanitafuta all the time, mnaniambia sijui ah, zile kazi dada Mange kweli zilikuwa feki, ile website afanyi kazi kila tukiingia website ina era. Guys, hivi ni kwamba hamjui mchezo mnaochezewa? Nishawambieni hakuna kazi hapo, anawaweka tu bizi. Hiyo website ataifungua tarehe ishirini na nane usiku, itafunguliwa itakuwa sawa. Anachotaka ni tarehe ishirini na tisa wote jenzi muwe ndani, mna apli hizi kazi, ndio anachokitaka. Kwa hiyo tarehe ishirini na tisa itafanya kazi ili msiandamane, mkae ndani, mna apli. Kwa sababu tarehe ishirini na tisa ndo kawaambia ndo siku ya mwisho ya kuapli. Kwa hiyo ndo akili waliotumia kwamba haya majinga ni maskini, haya hana kitu tukiambia tarehe ishirini na tisa ndo deadline, siku ya mwisho ya kuapply, na tukafungua siku hiyo yote, hataenda kuandamana, yatakaa ndani yanaapply. Guys, kama hizi kazi zipo, tutazikuta baada Tut ya maandamano. Mimi dada yenu nitamwambia yoyote ambaye atakuwa ndo ameshika nchi baada ya nitamwambia tunaomba hizi kazi kama zil zipo zitangazwe upya kwa wote ishirini na tisa, usikae ndani una apply kazi. Ndugu yangu, hii ndio plani walionayo.